Maji kwenye pamba, msiweke mchanga kwenye pamba, msiweke vikonyo kwenye pamba. Licha ya serikali kuongeza maafisa ugani wakiwemo wa mpango wa jenga kesho bora BBT kwa ajili ya kutapakaza elimu ya kilimo bora na chenye tija kwa wakulima wa pamba nchini, bodi ya Pamba Tanzania TCB imeendekeza matumizi ya vifaa vya kiteknolojia vinavyotumika kubaini pamba iliyochafuliwa ili wahusika wachukuliwe hatua zilizowekwa kwa mujibu wa sheria. Udhibiti ubora wa zao la pamba unapaswa kutiliwa mkazo na mkulima mwenyewe pamoja na viongozi wa vituo vya ununuzi AMCOS ili kuepuka shinikizo la kisheria, kulingana na Benjamini Kadama Kalidushi, afisa wa bodi wa pamba anayesimamia wilaya Igunga mkoani Tabora. Kwa majina anaitwa Benjamin Madama, mkaguzi wa pamba wilaya ya Igunga. Tumekuwa na wakulima, wamekuwa na tabia hiyo ya kuchafua pamba, lakini sisi kama serikali tumechukua hatua. Hatua ya kwanza ni utoaji wa elimu kwa wakulima eh, aanze kutunza pamba yake kuanzia shambani Mkulima anachafua pamba ikiwa shambani kwa wakati wa kuvuna. Wakati wa kuvuna, wakati wa kuvuna, mkulima amekuwa akichukua pamba na vikonyo kwa pamoja na vichanganya na uchafu mwingine. Anapoweka maji, anaharibu mbegu ambazo ndizo zitamrudia mbegu hizo mkulima kwa ajili ya kupanda, lakini pia anaharibu nyuzi ambazo zinampelekea kwenye bei kubwa kwa hiyo tumemwelimisha mkulima azingatie hiyo, kwamba pamba isichanganywe na maji isichanganywe na mchanga na uchafu wowote ule ambao sio pamba, ili aweze kupata bei nzuri, maana kilimo ni biashara na pamba ni zao la biashara. Serikali imeleta vipimo hivi, vinaitwa cotton moisture meter. Kazi yake ni kujua kiasi cha unyevunyevu ulioko kwenye pamba ili kudhibiti uwekaji wa maji. Pamba inavyotoka shambani, pamba inavyotoka shambani inakuwa na uh, unyevunyevu wa nane kwa mujibu wa kipimo hiki, lakini pindi mkulima atakapoiwekea maji pamba hiyo uh, kipimo hiki kitasoma zaidi ya nane kwa maana ya kuanzia tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na nne na kuendelea kadiri maji yalivyo mengi kwenye pamba. Hiki kinatumika kwa ajili ya kujua kiasi cha maji kilichoko kwenye pamba. Na kikisoma tu zaidi ya nane, mkulima huyo tunaanza kuwa na wasiwasi naye kwamba pamba hii ameichakachua kwa kuweka vimiminika kwa kuweka maji au mafuta ya kenge ili amuongezee uzito, wakati huo huwa na haribu zao letu la pamba. Hatua za kisheria tunazozichukua kwa pamba chafu kwa ujumla ni pamoja na kumpa faini. Tunawalipisha faini ili kuweza kumkumbusha ajirekebishe asirudie tabia hiyo ya uchafuzi wa pamba. Tunazo faini mbili. Faini ya kwanza pale ambapo inahitaji kufunga kituo kwa muda. Pale ukifunga kituo kwa muda atalipa faini ya laki tano AMCOS, lakini ukifuta kituo, ukishakifuta kituo, pale watakapohitaji kukirudisha, basi AMCOS inalipa faini ya milioni moja. Yeah, panani, yeah. Inien. Inien. Wilaya ya Igunga iliyopo ukanda wa magharibi ni eneo muhimu la uzalishaji wa pamba na kituo cha mbegu za zao hilo. Wakati mamlaka zikiendelea kuweka udhibiti huo unaolenga kuiweka pamba ya Tanzania kwenye ubora unaotazamiwa na dira ya dunia, uzalishaji umeongezeka kutoka wastani wa kilo mia tatu au mia kwa ekari moja hadi kufikia kilo 800 hadi 1400 kwa ekari moja kwa wakulima waliotumia vyema mbolea hai na elimu ya maafisa ugani, kulingana na wakulima wenyewe. Naitwa Paulina Matias Mashauri kutoka kijiji cha Mwajoja kata ya Mbutu wilaya ya Igunga. Mimi ni mkulima wa pamba. Kwa jinsi uzalishaji wa pamba ulivyokuwa awali nilikuwa na heka tatu nikavuna tani moja, lakini kutokana na serikali ilivyotusaidia ikatuletea mabwana shamba, tunashukuru sana, wameweza kutusaidia hizo heka tatu zangu, natarajia kuvuna kilo elfu tatu. Kwa jina langu naitwa Amos Rugisha, mkaaji wa Imalanguzo, kitongoji cha Mtakuja. Kuhusu zao la pamba, mwaka jana niliona kwamba nilifeli, lakini kwa mwaka huu kutokana na BBT anapoenda kututembelea mashambani e, kwa mwaka huu 2025 hekari moja natarajia kupata kilo elfu moja tofauti na mwaka jana. Mwaka jana tulikuwa tunachuma heka mbili au tatu ndio upate tera moja. Nice Thomas ni bibi shamba katika kijiji cha Mbutu kata ya Mbutu wilayani Igunga. Kwa upande wetu sisi maafisa kilimo tunashughulika kabisa na tumesimama wima kusimamia ubora wa pamba. Moja kwa kuhakikisha tunatoa elimu, mimi kama afisa ugani niko hapa leo kusimamia usafi na ubora wa pamba inayoletwa na wakulima. Wakati wa kununua na kuuza, kabla haijaingia garani, inabidi nihakikishe kwamba, je, ni safi? Haina mchanga, haina maji, lakini pia haina vikonyo wala uchafu wa aina yoyote ile. Ongezeko la mavuno kwa wakulima limeasisi mabadiliko ya kiuchumi miongoni mwao. Wengi wao wamenunua mashamba, vyombo vya usafiri, wamejenga nyumba za kisasa na kuanzisha biashara mbalimbali kulingana na uchunguzi wa STV Online Media. Kiripoti kutoka hapa Wilaya Igunga mkoani Tabora. Mimi ni Sita Tuma na hii ni STV. Sinyan.